Tuko na mmoja kati ya waliokuwa viongozi wa jumuia ya Waswahili kule Coventry, Bwana Hassan Mohamed Hassan. Hassan, unaonaje ziara ya Rais wa Zanzibar hapa kwetu Uingereza? Alhamdulillah, kusema leo kweli ukweli, uh, mashallah mashallah Uh, ziara ni kubwa na tunamshukuru sana mheshimiwa rais. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya na uzima, na tunamshukuru sana mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mashallah Dr. Hussein Mwinyi. Alhamdulillah, ziara ni nzuri, watu wamefurahi, watu tumefarijika, na inshallah Mwenyezi Mungu ataijalia kwa yote, ujumbe walokujia wa hapa Uingereza, na katika ziara yote wafanikiwe mia juu ya mia, na chini ya uongozi wa uh, Dr. Hussein Mwinyi alhamdulillah, ni kama tunavyoambia kwamba yajayo ni neema zaidi. Kwa hiyo alhamdulillah, neema tumeweza kuziona hapo Uingereza na huko Zanzibar Unguja na Pemba na Tanzania kwa ujumla. Alhamdulillah tuko na kiongozi mahiri na mashallah amefika leo asubuhi, moja kwa moja amekuja kutuona. ni kiongozi wa kupigwa mfano, tujivunie kwa Tanzania. Alhamdulillah Wana diaspora tuna kawaida ya kusema bwana, ah, viongozi wakija wanatusikiliza kisha wanaenda zao na anayacha hapa hapa. kwa leo unaonaje ya mazungumzo ya Rais Msemo uh, msemo itabidi tufute chini ya uongozi uh, imara wa Dr. Hussein uh, Mwinyi. Kwa kweli haonekani kama ni mtu kama viongozi hao kama walikuwepo waliopita, mimi sijui, lakini kusema la kweli, yeye huyu ametuonesha dhamira na tunaambiwa innamal amalu biniyati, kila kitu kinatokana na nia ya yule mtu. Sasa jinsi ya Dr. Hussein Mwinyi alipotuonyesha yale yote aliyochukua na amia not down, haionekani kwamba yali kwamba atalala hapa hapa ukumbini. Yale anayachukua na kama tulivyoambiwa, anaenda kuyafanyia kazi na inshallah, Mwenyezi Mungu matunda yake atatuonesha su.

Asante sana wana Hassan. Haya, hamna tabu na mimi nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Shukrani sana. Haya, asante. Asante. Okay, tuko na mmoja kati ya viongozi wa Swahili speakers katika jiji la Leeds bwana, yeah. Amran Bwana Amran, kwanza shukrani kwa kukubali mwaliko wangu. Je, unaonaje ujio wa Rais wa Zanzibar hapa Uingereza? No. Asante sana kwa kunipa nafasi hii kwanza, eh, Mr. Roy eh, kwa media yako. yeah. eh, eh, media. Swahili media. Eh, ujio wa Rais wa Serikali ya Zanzibar eh, ulifaraja kwetu tulikuwa na e, maswali na mengi tu. Alhamdulillah tumepata majibu e, mengi tumepata, na mimi ni furaha yn yani, kumwona rais wetu akiweko hapa mjini London. So, wewe ni mmoja kati ya waanzilishi wa Swahili UK Swahili Football Bonanza na, labda kwenye kikao chenu cha ndani ambacho kilikuwa kilikuwa kiko very secret, uligusia chochote kwenye hilo? E, niligusia kusema kweli, kwa sababu tulikuwa na trip kwenda Zanzibar na tulionana na PBZ, tulionana na kamishna ya utalii, lakini mpaka leo kusema kweli hatupata ujibu wao kutokana na ushiriki wao. Lakini leo nimeleweka mbele ya rais e, e, na nimeshirikiwa alhamdulillah kwamba imeweza kufikisha ujumbe huu na rais mwenyewe ameupata, na sasa pia hapa nina kadi hii mashallah, ya waziri wa fedha na mipango wa Zanzibar Mheshimiwa Sada Mkuya aniasilanae yeah, moja wow, kwa moja kuna tamaa kubwa sana huwakilishiwa Zanzibar utafanyika, hususan benki kuu, benki ya Zanzibar Zanzibain. Kawaida watu wa diaspora wanapenda kulalama sana, na wanasema bwana, tunazungumza hayachukuliwi hayapewi uzito. Wewe unaonaje ujio wa rais, wewe mwenyewe? Eh, yako maswala ambayo mengi mipaka majibu. Swala kubwa ambalo liko kidogo majibu yake mpaka leo haliko bado sensitive, ile ni swala la hadhi maalum. Tutuombie kwa naibu wa naibu waziri wa yeah wa eh, mambo ya nje ya Tanzania eh, alichozungumza ni kwamba swala kule bungeni inafanyiwa taratibu zake. Kwa hiyo tuangalie, lakini kuna uchaguzi sasa hivi, sio kama litazungumzwa kwa sasa hivi au tutasubiri mwakani, lakini swala hili bado linawakereketa, kuna diaspora wengi ban alijakuwa na majibu mwafaka. Asante sana Bwana Brian nakushukuru sana Bwana Royo. Asante sana uh, nimebahatika kukutana na mmoja wa viongozi wa Swahili kule katika jiji la Birmingham, Bwana Musa Mango. Musa, mambo vipi? Safi. Mwenyezi Mungu walimu, Naam, nambie ujio wa rais mnaonaje? Tunashukuru sana kwanza kupata fursa hii kutembelewa na mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Imekuwa ni faraja kubwa kwetu sisi, tumehisi kwamba sisi ni wamoja, sisi ni pati ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake. Kuna mengi yamezungumzwa sukuku, kuna mambo mambo mengine mengi kabisa ya kuwekeza kule Zanzibar. Nafikiri mambo haya kweli yanaweza yakatupa tija sisi wana diaspora kule Zanzibar sana. Ndio, kwa sababu kuna kuna sukuki ama hiyo inaitwa bond uh, ya, ya, ya serikali ambayo inakuwa issue na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia kampuni yake. Ni fursa adhimu sana kwa especially kwa watu ambao tunataka kuwekeza katika bonds za halali kabisa ambazo zinafuata sheria za Kiislamu. Ni kitu ambacho kitatupa sisi, kitaleta maendeleo nyumbani. Uh, na vile vile kitatufaidisha kita sisi pamoja na, na, na, na Zanzibar kwa ujumla wake. Sawa. So, wewe ni mmoja kati ya viongozi ambao waliingia ndani kwa rais mwanzo mapema kabisa unaweza ukatuibia ubuyu labda kipi kilizungumza ndani na Rais? Eh, Mheshimiwa Rais anashukuru sana kwamba sisi kama Wazanzibari watu wa asili ya Zanzibar kwa umoja wetu na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata tumefanikiwa kununua majengo tunasaidia watu nyumbani na mambo mengi sana ambayo tumeyazungumza ujumbe wake na yeye Mheshimiwa Rais kachukua baadhi ya hoja zetu na tutafanya kazi na tunamshukuru kwa hilo. Una lolote la kuongezea? Ah, uh, napenda kuishukuru sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na special thanks then kwa uh, balozi wa uh, Tanzania nchini Uingereza kwa kuweza kuorganize hii event. Asante sana. Ah, nashukuru sana.